Leo sisi kufika hapa, wenzetu wako makaburini. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaadhimisha huu mwaka 1447 toka mtume alivyohama Maka kwenda Madina, tukaita Hijria. Shekhe, mimi nimeanza muhadhara pale jana, nilitegemea kina mama hawa wote watakuja pale waelezwe dunia ilipofikia, lakini nashangaa na kina mama, hata shehe wenu Mazinge mmemsusa, shehe aliyefanya kazi miaka 46 akaenda jela, akateswa sana, matangazo yamepita, njoni tupeane ya taarifa habari ya kiama, tuje tuwaeleze malezi ya watoto wenu. Wamegoma, wamegoma kuja kina mama. Kwa hiyo nachukua fursa hii kuwatangazia kina mama, dunia imefika mwisho. Hatari iliyokuwa mbele yetu ni kumsubiri Masih Dajjal na Masih Dajar hayuko mbali. Leo nataka nikuhamisheni duniani na mashehe hapa. Leo mashekhe, tunapelekana akhera kwa mara ya mwisho. Kabla sijasafiri kwenda Nigeria, mimi nilitembea mji wa Kilwa, Kilwa Kisiwani. Uislamu umeingia pale Kilwa Kisiwani baada ya karne ya nane ya tisa ya kumi kumi na moja Uislamu ukaingia pale, kabla ya kuingia Bagamoyo karne ya kumi na sita. Shekhe wa wilaya, nimeswali msikiti katoka mzee mmoja akanaambia, we ni ustazi Mazinge, nikaambia nam, mi nimekukumbuka kwa sura tu, nimeanza kukusikia siku nyingi, nikaambia na muda mrefu kweli, nahubiri mambo ya Allah subhanahu wa taala na mtume wake. Akasema kweli, sasa nataka nikupe mtihani. Mzewe akanambia huu, e, msikiti umeswali dhuri, hebu hebu fikiria, una miaka mingapi? Nikaambia unakaribia miaka sabini themanini. Akasema huu ndio msikiti wa mwisho kujengwa. Kilwa una miaka mia tano ndio msikiti wa kwanza, una miaka mia tano karne tano, huu ndio wa mwisho Nikasema, waliojenga msikiti huu wako kaburini, wanaeswali kule thawabu zote zinawaendea wao. Wallahi wa billahi watallahi, mama zangu, kaka zangu, wadogo zangu, mashekhe zangu, dunia inakwenda mbio. Ukisoma katika surati Sigda, Allah anasema akhera, siku moja ni sawa na miaka elfu moja. Akhera, akhera, dada zangu mnisikilize, mama zangu eh, akhera siku moja ni sawa na miaka 1000. Hebu tupige mahesabu, toka Mtume ameondoka mpaka leo ni 1447, ili kufika 500, hii 47, kufika 500, kuna takribani miaka mingapi imebaki? 47 1447 ili ifike mia tano imebaki miaka mingapi? 53, 53 exactly. Yani imebaki miaka 53 tatu, ili mtume awe ana miaka 1500 na toka ameondoka duniani, tuchukue hii miaka tuipeleke akhera. Siku moja kwa Allah ni miaka alfu, manake toka ameondoka mtume amekaa kaburini siku moja kwa siku za akhera. Bado wewe na mimi dada angu, toka mtume ameondoka akhera ana siku moja nusu bado, kwa sababu kuna miaka hamsini na tatu haitimizi miaka mia tano ambayo ni nusu ya elfu moja. Atakayeacha kunielewa mimi hamwelewi mtu yoyote mpaka anaondoka akhera. Piga umri wako uliyekuwa nao dada yangu, liyekaa hapo, piga umri wako miaka 60 70, alafu ipeleke akhera, maanake hujazaliwa ujazaliwa. Ndio maana Mtume kikitokea kiyama, atatuuliza akhera, duniani mmekaa muda gani? Tutamwambia Allah, duniani hatukukaa ni kama vile tulitoka chumbani tukapita sebuleni tukatoka nje, duniani tunapita Dalili za kiama zote zimetokea duniani. Nachotaka kukuombeni dada zangu, kaka zangu, mashehe wangu, nikisoma pale kwenye ule ubao imeandika, wewe mola wetu, utujalie nchi yetu iwe na utulivu na amani. Amani ni ibada ile. Assalamu alaikum, maana yake ni amani. Amani imetoka kwa Allah. Unapomtolea mwenzio amani, maana yake unapata thawabu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, unamtakia amani ya mola wako. Na manabii wote waliokuja duniani wamekuja kutangaza amani. Musa kaja kutangaza amani, Ayubu kaja kutangaza amani, Hudun, Salehi, Luti, Ibrahim, Ismaili, Sihaka, Yakubu, Dhulkifil, Shuaibu, Daud, Suleimani, Eliasa, Eliasa, Zakaria, Yahya, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekuja kutang, wame kutangaza amani. The meaning of of Islam is to submission of Allah. Ni kujisalimisha kuwa na amani mbele ya Mola wako. Ukileta fujo, fujo ile ikasababisha wanadamu wakapata maafa, basi wewe kwa Mwenyezi Mungu ni finali jahannam. Nataka nikuhusieni dada zangu, wadogo zangu, mashehe wangu na wale ambao sio Waislamu, tudumishe amani katika nchi yetu. Hilo ndio nataka nisimamie hapa, tudumishe amani katika nchi yetu, amani tuliyokuwa nayo Mbeya, amani tuliyokuwa nayo Songea, Dar es Salaam, Zanzibar, Mtwara, Lindi ni amani muhimu sana. Angalieni wenzetu wanavyokimbia nchi zao na bila amani huwezi kufanya ibada. Bila amani, dada yangu, huwezi kufanya ibada, na ibada ziko nyingi. Ukikutana na mmeo ibada. Amani ikiondoka, ibada hiyo hauipati inaondoka. Kwa hiyo tumekuja sisi mkoa wa Mbeya kwanza kuja kuwatangazia tubaki katika Uislamu, tufanye ibada, tuswali, tuwaheshimu wanayetuongoza mashehe wetu. Hawa ndio ni mashehe ambao sasa hivi wameushika Uislamu, hawa ndio watakayetuongoza. Wakituambia ndio, ndio; wakituambia hapana, hapana na umoja lazima tuwe nao, wallahi wa billahi hakuna Mwislamu atakayeingia peponi bila kumpenda Mwislamu wenzie. Ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innama lmuminuna ihwa, hakika Waislamu wote ni ndugu. Kama hatujakuwa kitu kimoja, pepo hatupati. Kama tumemwamini shekhe wa wilaya tumuunge mkono, shehe wa mkoa tumuunge mkono, kwa sababu hawa ndio viongozi wetu. Mimi nina kundi naliongoza mimi, nina wanafunzi 1640 dunia nzima. Mimi nikiwaambia hilo somo sio, na wao wanasema sio; nikiwaambia ndio, na wao wanasema ndio. Nataka nikuombeni kabla sijamaliza, dada zangu Nyinyi mwe wajumbe wa kutangaza amani katika nchi yetu. Kaka zangu mashehe, lisimamieni ili katika msikiti kila mnapofanya ibada, waambieni Waislamu asije mtu akawadanganya, akavuruga amani katika nchi hii. Tutakwenda kujibu, tutakuwa responsible. Niulizeni mimi wenzenu, nimefanya miadhara katika nchi za vita, nime... alikuwa mtoto karibu, sio paka, kabeba mbwa, mtoto kaacha na yule mbwa kwa sababu ya harufu ya mabomu katulia, mpaka anafika kilomita mbili, anaangalia mtoto kaacha, kabeba mbwa. Usifanye mchezo na inapotokea kuvunjika kwa amani, wanaoathirika ni watu wawili tu watatu, vilema, watoto na kina mama. Nyinyi kina mama kama nyinyi, kitu ambacho mnastahili kukifanya ni nyinyi kina mama kutangaza amani kwa kina mama wenzenu, wasije wakaingia katika mkumbo wa kuvuruga amani katika nchi yetu. Mimi nimekwenda Kongo, namalizia hapo. Shehe wa wilaya hii ulikuwa hauna isikilize hii hii ulikuwa hauna mpaka nikuadisie, mimi nakupa hiyo. Kuna sehemu nimekwenda Kongo, nimefanya muadhara, kumbe kulikuwa na vita, inapigwa mabomu huko, na wauliza wale wa Kongo hiyo nini? Wanasema shehe, hiyo mvua. Nikaambia mvua inanyesha bila mawingu. Asema eh, ndiyo Kongo ilivyoumbwa. Kumbe wanandanganya nisiache kufanya muhadhara, niendelee. Kuna mvua inanyesha bila mawingu. Nimemaliza muhadhara pale pale, nimekaribishwa, nimeingia msikitini. Magharibi tuna swali, wakaniambia shekhe, tunaomba utuswalishe, we mgeni <laughs> Wakatoa hadithi, akija mgeni umkirimu. Nikaambia sawa, nikapita mbele. Mtu kakimu, haya ala salah, haya alal falah, qad qamatis salah, kidume mi nikapita, istakimu wa atadilu. Tuswali swala kama tunaaga, hii kama swala yetu ya mwisho. Nyosheni mistari. Allahu akbar, nasoma suratifata imepigwa bomu, imekuja kupiga mbele ya msikiti bomu guruneti. Sasa najiuliza huu msikiti ndio ulivyojengwa au msikiti ukoje? Nimekwenda ile allahu akbar, hapa sasa ilikuja ikachana, akili ikachanganyikiwa, nimebaki na huku na nyuma, nasikia subhanallah. Nawauliza nyie, mnasema subhanallah, hamjasikia kilichotokea au ni mimi tu? ile subhana tu na mimi nafikiria nitafute njia ya kukimbia, nasema nikiinuka hapa, samia Allahu man hamida, inawezekana mpigaji atakuwa mbele, nitakula za kifua, nami nikabaki tu hapa hapa. Subhanallah, nikaambia hapa, subhanallah, hamna nyie, vumilieni kwanza mpaka nijue kinachotokea. Subhanallah, nikaona wananikawiza hapa. Basi nimeitoa hapa hapa, salamu aleikum warahmatullahi, salamu aleikum warahmatullahi, nimeingia nyuma ya mimbari huyo. Tusifanye mchezo na amani, tusifanye mchezo na amani. Amani ni kitu muhimu, very important wallahi. Tushirikiane na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu kila mtu alinde amani. Na ukiangalia wakati huu tunayekwenda, wallahi ni wakati muhimu sana. Mashehe wangu wa kata wa wilaya wa mkoa, na kuombeni chonde, chonde, amani katika nchi ikivurugika, amani hamna kuswali, hakuna mbea Mkristo ataenda kanisani wala Mwislamu ataingia msikitini, hiyo haipo utulivu huu tuliyekuwa nao ndio tunatufanya watu tufunge, tuswali, tuje tukusanyike na watoto wetu hapa tufanye ibada ya hija, tutoe sadaka. Jana nilisema pale, ambao jana hamkuja, hii serikali mnayoiona hii haiendi kinyume na mwenyezi Mungu. Serikali imesema, Mungu kasema usiibe, serikali kakataza uizi. Mungu kasema msifanye uharibifu, msibake. Serikali inasema usibake. Mungu anasema toeni sadaka, serikali inasema lipa kodi. Ya leo wamebadilisha tu, unalipa kodi. Kwa hiyo tunakwenda sambamba. Wazee wazee wangu wa Mbeya, tuombeeni na sisi dua. Hii kazi tunaitangaza ngumu, ina mitihani niliyekuwa nikitangaza nao wote waishaondoka. Saidiriko kafa, karenga kafa, imani petro ameondoka, mkagile ameondoka, karibu kumi na sita. Nimebaki mimi peke yangu. Kuna vijana nilienda nao Kongo kumi na mbili, wameondoka wote, nimebaki mimi. Wallahi wa bila, inatisha kufa. Nataka kumaliza, tukumbushane kifo. Mtume anasema innaka mayitu wa innahu mayitun. Mtume anasema, sikiliza hii aya imepitia kwa Mtume, innaka mayitu wa innahu mayitun, hakika yako we Mtume ni maiti na wanayekufuata wote ni maiti. Sisi sote pamoja na vitoto vyetu hivi vijukuu vyetu hivi na wazee hapa sisi wote ni maiti watarajiwa. inna lillahi, amtaki kujibu inna lillahi. Inategemea unakufaje, inategemea unakufaje. Na hasa nyie kina mama, nyinyi mtume alisema fanyeni sana toba na istighfari, kwa sababu wakati anakwenda mbinguni, anakwenda miraji, aliwaona kina mama wengi katika moto wa Jahannam, akarudi akawaeleza familia yake fanyeni sana toba Fanyeni sana toba na istifari. Nataka nikuombeni dada zangu, mlie hudhuria hapa, mkipata muda njoni tupeane mawaidha ni namna gani mweze kukaa na familia zenu mzinusuru. Unaweza usijue familia yako inatakaje, ikawa sababu ya hawa watoto kukupeleka motoni, we bila kujua. Hawa watoto mnewalea, hawa mnawabembeleza, siku ya kiyama tutakimbiana nao atasema mama hakuniambia, eh hey, ili unasemaje? Mtoto mama hakuniambia, ili unasemaje? baba na mama hakuniambia. Mnaitwa mnaulizwa, nyinyi ilikuwaje? Haya, Mungu anasema haya, pumzikeni motoni nusu siku, kwa kuwa watoto wenu hamkuwafundisha wa wafundisha maadili aliyefundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Nusu siku kwa Allah ya motoni ni miaka mia tano ambayo hata Mbeya hujaifikisha nani atafika miaka mia tano hapa, anyoshe mkono. Subutu, unafika we miaka mia tano hii dunia ya kwako? Hiyo mia tano we ya nini? Hiyo mia tu, waulizeni hawa wazee hapa. Kuna mtu, kuna mtu anakaribia tisini hapa, waulizeni hao mashe hapa <laughs> tisini labda mmoja huyo hapa, mzee hey, tisini na tano ya. Na tumwombee dua malizieo mitano asafiri salama na kukwenda pamoja na sisi, wallahi wa billah, na tuombeane dua njema, umri wetu Mungu atupe mwema na uwe wa muhimu tuufanyie ibada, na Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu, amin, amin. Nataka kumalizia kwa kusema tulinde amani katika nchi yetu, tuwaongoze vijana wetu wasikubali kudanganywa, nchi yetu ibaki salama ili Mwenyezi Mungu ajalie tufanye ibada mpaka pale Mungu au Allah atapozichukua nafsi zetu, na Mwenyezi Mungu akatuingize katika pepo yake ya Jannatul Firdaus. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.